Moja kati ya vitu ambavyo mke wangu watu wetu wasikaji zetu wengi wameharibu ndoa zao eh, kuto kusikilizana, ndoa kuharibika, kitu kimoja tu, simu. Simu nakwambia, unabisha, simu inaharibu sana mahusiano, ndoa za watu. Simu na yani, kuto kumheshimu mwanaume. Yaani ukiweza kumheshimu mwanaume, ukiweza kuto dili na simu yake, ndo itadumu. Hauamini hicho, nimekwambia hivyo. Mbona nchukue tende, nakuja sawa. Yeah. Nachuka tende tu dakika moja na kuja. Yeah, sawa. Taka umenuna, nilikwambiaje? simu simu yangu sijaiacha hivi, so mwanamke mwenye simu mwanamume kwa umefanya nini? Umepekua. Ah, safi kabisa mke wangu, simu ni sumu, usiiguse. Simu, usiiguse. Kwa simu ni sumu, usiiguse, simu usiiguse, kwao umeifunika hivi si ndio? Ndio. Hauja haujasoma chochote. Message au miss call. Siangaze chochote. Umewini mtihani wa kwanza, huo ndio mtihani mgumu katika mtihani yote. Umewini mtihani wa pili, gubu mfanye mume nyumba ione sehemu ya starehe, kusiwe na gubu. Hivi kwa Tanzania mwanamke ah, we, wanaume wa kitanzania hapo no, tunaongea kuhusu Uislamu unaambia kuhusu wanaume ah, ah, um, um, um, na wa kitanzania wanaume ah wanaume wa Tanzania basi uweke pembeni labda, sisi isipokuwa wanaume wa kitanzania ndio uongelea au jeneri wa wanagugu na wanagugu, wanagugu. Hata bwana si mke wangu anatumia iPhone kumi na saba mimi iPhone kumi na saba ukichanganya hizi nis simu yako yeah. Mimi kushika simu yako ni lazima, hebu lete nipekue uh -uh. uh -uh. mimi hapa kupekua wewe ndio? uh -uh. simu ya mwanaume uh -uh. unapata ni sugu, unaona, nikatalia, unapata dhambi, unaona uchungu. Hebu ngoja bwana, nani kaninua simu sasa <laughs> Kako niliona message imeandikwa maguru kumbwali, nikasema adu. <laughs> mimi simu yako kuishika lazima, uh -uh, lazima si we ndio mwiko kushika simu ya mwanaume jamani, si simu ya si si mwanamke mwanaume kuishika lazima, simu ya mwanaume mwanamke kuishika mwiko. Full stop. Full stop. <laughs>